Licha ya kulimwa vikwazo vilivyochangia kuporomoka kwa sarafu yake, Waziri wa Mambo ya Nje wa Irani, Abbas Araghchi, amesema kuwa uwezekano wa kufanyika kwa mazungumzo ya moja kwa moja kuhusu mpango wa nyuklia wa Irani na Marekani hautowezekana kwani mazungumzo hayo hayana maana tena hususan wakati huu ambao mvutano kati ya nchi hizo unazidi kuongezeka. Kauli ya Araghchi imetolewa leo Jumapili Aprili 6, 2025 kupitia taarifa kwa umma, baada ya Rais wa zamani wa Marekani, Donald Trump, ambaye sasa ni rais aliyemrithi Joe Biden kusema mwezi uliopita kuwa kupitia barua aliyomtumia Kiongozi Mkuu wa Irani, Ayatollah Ali Khamenei, alitumaini kuwepo kwa mazungumzo kati ya mataifa hayo ili kuzuia Teherani kupata silaha za nyuklia. Trump aliongeza kasi ya matamshi wiki hii iliyopita kwa kusema kuwa wasipokubaliana, na kufanya makubaliano, kutakuwa na mabomu. Hivyo ndivyo vitisho vilivyotolewa na Rais Donald Trump. Araghchi amehoji uaminifu wa Marekani katika wito wake wa mazungumzo akisema kuwa siku ya leo Jumapili, kwamba namnuku, kama kweli mnataka mazungumzo, basi lengo la vitisho ni nini? Amehoji Araghchi, mwisho wa kunuku. Teherani, ambayo inasisitiza kuwa haina nia ya kutengeneza silaha za nyuklia, hadi sasa imekataa mikakati ya wazi ya Washington, lakini imesema iko tayari kwa diplomasia ya moja kwa moja kupitia njia zisizo za moja kwa moja, msimamo ambao Araghchi alirudia katika taarifa yake ya leo Jumapili. Araghchi amesema Irani inataka kufanya mazungumzo kwa masharti sawa na Marekani akihitaja Marekani kuwa muhusika ambaye mara kwa mara hutishia kutumia nguvu kinyume cha katiba ya Umoja wa Mataifa na ambaye maofisa wake hutoa kauli zinazokinzana. Nchi za Magharibi zikiongozwa na Marekani zimekuwa zikiishutumu Irani kwa miongo kadhaa kwa kutaka kutengeneza silaha za nyuklia ambazo nchi hizo zinadai ni tishio kwa usalama wa ulimwengu. Mnamo mwaka elfu mbili na kumi na nane wakati wa muhula wake wa kwanza, Trump alivunja makubaliano ya pamoja ya nyuklia maarufu kama JCPOA ambayo yalikuwa kati ya Irani na wanachama wa kudumu wa baraza la usalama la Umoja wa Mataifa ambayo yaliipatia Irani nafuu ya vikwazo kwa masharti ya kupunguza shughuli zake za nyuklia. Tangu wakati huo, Irani imeanza kurudi nyuma katika utekelezaji wa makubaliano hayo, na shirika la kimataifa la nguvu ya atomiki IAEA imeripoti kwamba Irani imekusanya kiasi cha kutosha cha nyenzo za nyuklia kwa ajili ya kutengeneza mabomu kadhaa. Akijibu tishio la vita kutoka kwa Trump, Hussein Salami, ambaye ni mkuu wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, alisema Jumamosi kuwa taifa hilo liko tayari kwa vita. Na mnuku, hatuna wasiwasi kuhusu vita kabisa, hatutakuwa mwanzilishi wa vita, lakini tuko tayari kwa vita yoyote, shirika rasmi la habari la IRNA likimnukuu Salami akisema hivyo. Hata hivyo, msimamo wa Teherani katika ukanda wa Mashariki ya Kati unaonekana kudhoofika kufuatia vita vinavyoendelea Gaza na maeneo mengine, pamoja na mauaji ya viongozi wa Hezbollah nchini Lebanon na kuondolewa madarakani kwa mshirika mwingine muhimu ambaye ni rais wa Syria Bashar al-Assad mwaka jana. Bashar al-Assad aliondolewa madarakani na Mohamed al-Sharaa ambaye ni kiongozi wa kundi la HTS au Hayat Tahrir al-Sham lililompindua na kumlazimu kukimbilia nchini Russia. Irani inasema shughuli zake za nyuklia ni kwa madhumuni ya kiraia pekee, japo Israeli ambaye ni mshirika mkuu wa Marekani katika eneo hilo inaamini kuwa na hazina ya silaha za nyuklia ambayo haijatangazwa rasmi. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital, tutakusogezea kila update inayojili kuhusiana na mzozo huu ambao unaendelea kati ya Marekani dhidi ya baadhi ya mataifa ya Mashariki ya Kati, hususan Iran, Syria, Lebanon, Yemen, bila kusahau ule ukanda wa Gaza ambapo Marekani imekuwa nyuma ya mapazia ama nyuma ya pazia juu ya mashambulizi ambayo yanatekelezwa na Israel ama jeshi la Israel, IDF. Jina langu ni Mgongo Kaitira, na hii ni Mwananchi Digital.